Kumekuwa na ongezeko kubwa sana la maandamano ambayo yanafanywa na, na Gen Z kundi la vijana ambao wamezaliwa kuanzia miaka 1996 hapo mpaka 2012. Wamekuwa ni watu ambao wakiorganize maandamano katika sehemu mbalimbali duniani, sio yes, Tanzania tu ambayo wamefanya um, siku ya uchaguzi tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025, uh, lakini Gen Z wameonekana wakireact dhidi ya serikali katika sehemu mbalimbali duniani, mfano uh, imetokea Nepal, imetokea Morocco na sehemu kadhaa um, Mbali mbali duniani. So imekuwa ni kama trend ya vijana hawa kuingia mtaani uh, kudemand vitu ambavyo wao wanavitaka serikali ifanye au vitu fulani ambavyo wanapinga serikali uh, inavifanya. So nikasema nije hapa nikueleze kidogo sababu kubwa ambazo zimekuwa zikipelekea uh, kundi hili la Gen Z au kizazi hiki cha Gen Z kuweza kufanya maandamano kupingana na serikali au kudemand vitu fulani ambavyo wanaamini kabisa serikali zao zinapaswa kufanya anya kwa sababu um... Maafa ambayo yanatokana na maandamano ya Gen Z huwa ni makubwa sana. Mfano kama Kenya, vijana wengi sana waliuawa katika maandamano ambayo waliyafanya, lakini pia Tanzania inatajwa mpaka sasa watu wengi mamia ya watu wamefariki eh, wameuawa kutokana na maandamano haya ambayo waliyafanya siku ya uchaguzi wakidai mabadiliko ya katiba na vitu vingine ambavyo wao wanaamini kabisa serikali inapaswa kufanya kwa sababu serikali, kwa sababu serikali ipo pale kwa ajili ya kuwatumikia watu, watu. And tunajua Gen Z sasa hivi ni watu ambao wamekuwa easy

wamesema kwamba ni leaderless, wao hawana kiongozi, ni watu ambao sio kama vile zamani maandamano yalikuwa yanafanyika. Unakuta kiongozi wa chama cha siasa anakaa mbele pale anaongoza watu wanaandamana. Kwa sasa ni watu ambao wamekuwa organized kupitia social media, yani kupitia social media like TikTok, haswa TikTok kwa sasa duniani imekuwa ni kitovu kikubwa sana cha vijana hawa wa Gen Z kuandamana au kupanga mipango ya kuandamana. Hata hapa Tanzania kabla ya kutokea Oktoba 29 kama ulikuwa fuatilia mtandao wa TikTok, utagundua kwamba vijana walikuwa wanasema tutatoka tarehe 29, tutatoka. Na watu wanaochukuliaga mtandao wa TikTok kwa upande wa Tanzania ni kama mtandao dhaifu, mtandao ambao hawana watu wa kufanya maamuzi, lakini imekuwa ni surprise kwa kile ambacho wamekifanya siku ya tarehe 29 na, na matokeo yake tumeona lakini pia mtandao kama Instagram umekuwa ukitumika, mtandao kama Twitter pia umekuwa ukitumika ambao sasa hivi unatambulika kama X, Telegram pia kwa baadhi ya sehemu umekuwa ukitumika. So uh, kundi hili la vijana umekuwa organize zaidi kupitia social media na ni watu ambao wanasema hawanaga kiongozi ambaye anaenda front. Kila mtu anatoka pale alipo na kwenda kuandamana barabarani. So hizi hapa ni moja kati ya sababu ambazo zimekuwa zikichangia sana uh, Gen Z kuingia mtaani na kuhitaji mabadiliko kupitia serikali zao. Kwanza kabisa Uh, economic inequality, kutokuwa na usawa kwenye masuala mazima ya kiuchumi, lakini pia kukosekana kwa fursa uh, za kazi. Mfano um, Gen Z ni watu ambao wanatajwa kwamba wamesoma, wameingia darasani, watu wamesoma wamefika vyuo vikuu hawana ajira. Sasa hii kitu imekuwa ikiwatesa sana kwamba tumesoma lakini hatuna ajira. Tumesoma kwa bidii, hatuna ajira tuko mtaani. Tunaona viongozi ambao tumewapa opportunity, wanatumia hizo nafasi pia vibaya. Hawatufikirii sisi ambao tumesoma. So, sababu kubwa huwa ni swala zima la ajira. Ni watu ambao wamesoma kwa hiyo wana uelewa mkubwa. Na kusoma kwao sasa unakuta inafanya unasema kwamba zamani ulikuwa umesoma lakini hauoni nini ambacho kinaendelea kwa mataifa mengine. Sasa leo huko Tanzania, unaona Nepal vijana wasome ingia barabarani, msomi wa hapa ambaye hana kazi hana cha kupoteza hana mtoto hana sijuu mke, ni lazima ataingia tu barabarani na yeye, kutafuta kile ambacho yanaamini anaweza kukipata, kwa sababu anaona kupitia mitandao ya kijamii kuna watu fulani wamefanya na wamefanikiwa kupata mabadiliko. So, kati ya sababu kubwa ambayo nasababisha ni hii kutokuwa na usawa kwenye, kwenye uchumi lakini pia uh, kukosekana kwa fursa uh, za kazi na vitu vingine kama hivyo. Mfano um, kama kilichotokea Kenya ambapo Gen Z hapa walikuwa wamejitokeza barabarani kwa sababu ya issue nzima ya kodi mpya ambazo zilitambulishwa, ambazo zilipelekea kupanda kwa gharama za maisha eh, kukosekana kwa ajira ambayo ilikuwa ni zaidi ya asilimia 40. Lakini pia Morocco, 2025, the same uh, hawa vijana bwana wao waliingia barabarani kuona serikali imetumia pesa nyingi kwenye kuandaa uh, uh, kombe la dunia kuliko kuwekeza katika shule mahospitali. So wakasema kwamba si tunaingia barabarani, ili serikali ikati hizo gharama ambazo wanazitumia kwa ajili ya kujiandaa kuandaa kombe la dunia, basi warudishe kwenye jamii watu tuweze kuishi. Lakini pia Philipins, Ufilipino pamoja na Indonesia, hawa sasa ni ulikuwa ni wanafunzi wao waliandamana, na ishu nzima ikawa ni ishu nzima ya kupanda kwa gharama ya vyakula, lakini pia ishu nzima ya rushwa imekuwa ni sababu kubwa sana kwa vijana hawa kuingia barabarani. Upendeleo kivipi? Wanakuambia kwamba tumechoka kuona familia fulani tu zikiwa zinatuendesha au zinatutawala maisha yote, na sisi tunataka fursa, umeelewa? Kwa sababu rushwa na zinasemwa kila siku, na unakuta baadhi ya serikali hazifanyi kazi, kwamba uh, waziri fulani au wizara fulani imefanya ubadhirifu wa pesa kiasi fulani, lakini watu hawaoni action zikifanyika juu ya hawa ambao wametumia wame hizo pesa za serikali uh, pesa za umma eh, so kitu kama hichi kinapekea vijana kuchukia kwamba kuona okay, kwao sisi tunakaa, tunatozwa kodi hatuna ajira, tunapambana mtaani katika vidogo tunavyopata, tunatoa kodi, alafu kuna watu wao wanavuna, wanaenda kufanya investment zao au wananufaika wao. Ndio maana utaona kuna baadhi ya maandamano ambayo yamefanyika, watu wameenda kuattack mali za uh, wanasiasa au wafanyabiashara ambao wamekuwa wakishirikiana na serikali kwa namna moja ama nyingine, so wanakuwa wanakasirika. So rushwa ni kitu ambacho wanakipinga sana. Upendeleo, kwamba familia fulani uh, wao baba yao alikuwa mtu fulani, basi hao ndio wanakuwa kwenye uongozi, kwamba huyu ni mtoto wa rais, maana si mtoto wa waziri, yeye ndio anayokupewa so nafasi fulani serikalini. So hawa vijana wao hawataki kabisa hili swala, swala, lakini pia Uh, ukiangalia kama Timolest 2025 pia, uh, wanafunzi hawa remind kuona serikali imenunua magari eh, ya kifahari 65, wakati watu wana njaa, na haya magari yalikuwa yalinunuliwa kwa ajili ya wabunge, so wao wanaona kwamba hakuna faida kununua gari la milioni 400. Mbunge ananunua gari la milioni 400 wakati kuna milioni 400 hii inaweza kutumika kujenga hata kituo cha afya kikafika katika stage fulani. Kwa nini wasitumie magari ya kawaida? so jenzini watu ambao kidogo wako wise sana kwenye kuchambua mambo. Yaani, hawataki ufanye vitu kwa wewe unavyojisikia, wanataka as long as umepewa mamlaka na wananchi, basi watumikie wananchi, sio nyinyi kujilimbikizia mali zenu. Lakini pia uh, sababu nyingine ambayo inapelekea uh, Gen Z hawa kuandamana sana katika sehemu mbalimbali duniani ni ishu nzima ya ubabe. Ubabe hapa sasa tunazungumzia ishu nzima ya mfano, kuna baadhi ya sehemu kama vile Nepal Social media zilifungiwa so Gen Z hawataki uwaendeshe kibabe tukae chini tuzungumze lakini usitumie ubabe kwa sababu we ni kiongozi basi ukasema tunafungia mitandao na unagundua kwamba hawa vijana nimekuambia ni vijana ambao hawana ajira wengi wao wanatumia live streaming ili waweze kupata chochote kitu, wanapata hela huko, youtubers wanapata hela huko. Ukifungia mitandao inamaanisha kuna kundi kubwa la vijana ambao hawana ajira, unawazidishia tena kutokuwa na ajira. So hawapendi ubabe, wanapenda uh, sheria zifuate mkondo. Uh, watu wazingatie katiba, kwamba sheria inasemaje. Kwa nini ufungie mtandao? Kwa nini ufanye hivi? So, hawapendi ubabe. Maswala si kutekana kufanya nini, vikitokea sana hivi vitu vinachochea hawa watu kuweza Uh, kujitokeza na, na kufanya maandamano ambayo mwisho wa siku uh, hali, uh, matokeo ya maandamano huwa sio mazuri, lakini pia ishu nzima ya climate uh, mabadiliko ya ma, ya hali ya hewa na nini na nini, mfano hii sasa inatokea sana katika ishu nzima uh, katika nchi zile za Ulaya uh, mfano kama Gen Z ambao wali waliandamana wali sana Europe mwaka elfu mbili na ishirini na nne ilikuwa ni ishu nzima ya kukata miti. Sana Australia ilitokea South America ilitokea ambapo kwenye upande wa South America walikuwa hawa, walikuwa wanapingana na watu wanavyokata miti katika msitu wa Amazon so hii sasa Konseni hii kwa Afrika kidogo haipo kwa sababu wenzetu kuna vitu vingi wameshavitatua. Swala la mazingira wanalizingatia sana, lakini sisi huku sababu za juu zimekuwa ni nyingi sana. Wenzetu kidogo rate ya corruption imekuwa iko chini, tofauti na nchi za Afrika. Ni kweli uh, sisi bado kuanza kupambania mazingira bado tuna vitu vingi vikubwa ambavyo vinagusa jamii moja kwa moja vimekuwa vikisumbua sana, hivyo Gen Z wamekuwa wakiingia barabarani kwa sababu hiyo. Lakini pia uh, sababu nyingine ambayo inapelekea Gen Z kuandamana sana uh, ni ishu nzima ya udhalimu, ubaguzi na haki za binadamu. Hii nimekuwa ni common sana kwa, kwa, kwa Afrika hapa mfano polisi kuua raia, polisi kukamata raia pasipo kufuata hatua za kisheria, uonevu kama hivyo. Mfano kama Nigeria mwaka elfu mbili na ishirini mpaka sasa hivi, kuna ile uh, programu ambayo movement ambayo walianzisha inaitwa End SARS, ambayo hawa walikuwa ni Gen Z, walikuwa wanapingana na ishu nzima ya police brutality, yani seri, uh, polisi kuwaonea uh, wananchi nakuta mkujwa kukamatwa, sawa, sheria ifuatwe basi, nakosa gani elezo, lakini watu wakawa na uwawa. So kama Nigeria, ilikuwa ni sababu mojawapo hiyo, lakini pia USA kwa mwaka 2020 mpaka 2024, hapa Gen Z walikuwa na issue nzima ya Black Lives Matter, ambao watu weusi walikuwa na uawa na, na, na, na polisi eh, kitu ambacho kilikuwa kilileta shida sana lakini pia Irani e, ilitokea. Ufaransa pia ilitokea. So ishu nzima kama hizi zimepelekea sana Gen Z kujitokeza mitaani na kuandamana. Hivyo serikali sasa za nchi mbalimbali zimekuwa zikifanya juhudi sana kuhakikisha kwamba um, haya matatizo ambayo Gen Z wamekuwa wakilalamikia, basi wanaweza kuyatatua katika namna nzuri, ili ku kupunguza madhara ambayo wanaweza kutokana na maandamano ambayo wamekuwa wakiyafanya.